Uchaguzi utakapokuja, isiwe nyenzo ya kuwagawa watu wa Monduli, mkagawanywa kwa misingi ya vyama, mkachukiana, mkaacha kusalimiana. Akatokea mtu akawaambia hiki na hiki akifai, awaambie kama akifai yeye amefanya kitu gani. Asitokee mtu akabeba dhana ya kusema badala ya kutenda, huyo akaonekana na heshima kwa kusema. Kusema ni rahisi, kutenda ni kugumu. Tunataka viongozi watakaofanya hii kazi na mtu aliyefanya kazi hiyo ya kutenda zaidi badala ya kusema ni Dokta Samia Suluhu Hassan. Wanaweza wakamsema maneno haya na haya, wote kumwona anahangaika kumjibu mtu. Yeye anachofanya watu wa Monduli wawe na maji, watu wa Monduli wawe na barabara. Na hana mchezo ikija habari ya maendeleo ya watu watu waona umeme umeme ukanda huu na katika katika, anatuambia wekeni mipango, umeme usikatike Monduli na maeneo ya Arusha. Watu wa Monduli hawana barabara, anasema wekeni mipango kuwa na barabara kwa watu wa Monduli. Na nataka niwaambieni haya yanafanyika, si kwa bahati mbaya, ni kwa sababu rais wetu ni mchapakazi, angependa kuona watu tunafanya maendeleo. Niwaombe watu wa Monduli na watu wote tuliokusanyika kwenye mradi huu, tumuombe rais wetu, tuungane tufanye kazi moja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 wanachohitaji ni serikali kuwapatia nyenzo na uwezekano wa shughuli wanazozifanya ziweze kufanikiwa: kuwapatia maji, kuwapelekea huduma ya umeme, kuwajengea shule, huduma za afya, uwepo wa barabara na kadhalika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 Ujenzi wa shule mpya ya Migungani wani kupitia program ya SEKWIP, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, katika mwaka wa fedha 23-24, halmashauri ya wilaya Monduli ilipokea fedha jumla ya shilingi milioni 884.2 kupitia program ya SEKWIP kwa ajili ya ujenzi mpya wa shule ya kata ya Migungani, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati. Ujenzi huu umetekelezwa kwa mradi kwa utaratibu wa force account na ulianza rasmi tarehe 4 mwezi wa tisa mwaka 2024 na ulitarajiwa kukamilika tarehe 4 mwezi wa 12 2024. Na majengo yaliyojengwa kwa programu hii ya SEQUIP ni madarasa 8, ofisi 4, jengo la utawala moja, maktaba moja, maabara tatu kwa maana ya fizikia, kemia na biolojia. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, hadi sasa mradi umekamilika kwa asilimia 85 na asilimia kumi iliyobaki ni kwa ajili ya ukamilishaji wa samani na asilimia tano ni ukamilishaji wa miundombinu ya mfumo wa gesi kwenye maabara. Manufaa ya mradi. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, shule hii imesajiliwa na imepokea wanafunzi kuanzia tarehe tatu mwezi wa tatu mwaka 2025, ambapo jumla ya wanafunzi 82 wa kike wameanza masomo ambao awali walipangwa katika shule ya sekondari Manyara. Hii imesaidia kupunguza msongamano wa wanafunzi. Shukrani. Mheshimiwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, Halmashauri ya wilaya ya Monduli na wananchi wa kata ya Migungani tunatoa shukrani za dhati kwa serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi thabiti wa Mheshimiwa Daktari samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutupatia fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya ya migungani wani. Mheshimiwa naibu waziri mkuu, bonde letu hili la Mto wa Mbu hapa, hii ndio lango kuu la utalii wa nchi hii Hili ndio lango kuu la utalii wa nchi hii, lakini kwa muda mrefu tumekuwa tukipata changamoto kubwa sana ya mafuriko. Nishukuru serikali kwamba kupitia mradi ule wa kutengeneza skimu za umwagiliaji tumekuja kusaini kupitia wizara ya kilimo bilioni 17.7 pale kwenye kata ya majengo kwa ajili ya skimu za umwagiliaji maanayake nini? Manake ni, ni kwamba maji yake yanayoporomoka kutoka kule juu tutaweza kuyatumia kuyazuia ili kuweza kuongeza uzalishaji wa kilimo kwenye, kwenye bonde la Mto wa Mbu. Lakini pia itatusaidia mji wetu wa Mto wa Mbu kuhakikisha kwamba hauna mafuriko ya mara kwa mara. Na hata huku hapa Migungani leo tumekunywa chai na Mheshimiwa Kiriboto asubuhi na tukaongelea mfereji ule wa kutoka kule bengi tumeongea asubuhi na nikasema niwahakikishie wananchi wetu wa Migungani kwamba na mfredi ule upo na tutasimamia kwamba uweze kusaidia ili shule kama hii iweze kusoma na watoto wawe na amani zaidi. Kwa majina anaitwa Sairei Loboe Laiza, ni mwana kijiji, kijiji cha Isilali katika hii kata ya Isilali. Mimi kwa utangulizi kabisa ni mfaidika au ni mnufaika wa hii maji hii mradi wa maji. Tumenufaika sana, kwani imetuokoa tulipokuwa kwenye janga kubwa la maji sana. Kwa hiyo mimi sina la kusema, ni shukrani kubwa natoa kwa Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa waziri wa nishati, naibu waziri mkuu, Mheshimiwa Biteko. Apeleke salamu za sa watu wa Esilali kwa mheshimiwa rais, mwambie mama, tunashukuru sana. kauli yako uliyesema ulia natoa mama ndoo kichwani imetimia. Mimi nikisimama hapa nina control number. nimeshaweka maji nyumbani mama. Kweli amesubuti, miaka 60 hatujawahi kuona maji hapa. Wewe mwenyewe unaona, miaka 60 tulikuwa tunalipa ndoo shilingi elfu moja kutoka mkuompo mpaka hapa maji ya kunywa. Leo mama ameingia madarakani, tumepata. Kwa nini tusiseme? Mungu amsaidie mama, tunashukuru sana. Sina mingi, ila ni shukurani kubwa.